Lakini kipekee niwashukuru sana vijana wa eneo hili la Mingo ambao leo hii wametuonyesha mambo mazuri, mambo ya kimaendeleo, mambo ya kuibua fursa za kiuchumi kwa vijana wa eneo hili. Kwa kweli, naomba pigieni makofi sana, wana kikundi cha Tupambane! Upambane oye! Upambane na mwenge wa Uhuru! Safi kwa kweli, vijana hawa wameonyesha uzalendo na upendo juu ya eneo la taifa hili, na haya ndiyo malengo na madhumuni ya daktari Samia Suluhu Hassan mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amekuwa na mapenzi makubwa na vijana wa taifa hili na anapenda kuona vijana wa taifa hili kuonyesha fursa mbalimbali za kiuchumi katika maeneo yao leo hii vijana wetu wazalendo wameiona ipo haja ya kutumia fursa ya rasilimali zilizopo ndani ya eneo lao kwa kweli vijana watupambane ongeleni sana sana sana lakini pia na wapongeze viongozi wa serikali ya wilaya pamoja na halmashauri kwa kuhakikisha wanawaunga mkono vijana wetu katika maeneo haya. Na haya ndiyo mapendo na falsafa ya mwenge wetu wa Uhuru, na ndio maana huu mwenge unamurika ndani na nje ya mipaka yetu na unaleta matumaini mahali ambapo hakuna matumaini. Naamini vijana wa eneo hili walikuwa na changamoto kubwa ya yes, suala zima la ajira, lakini leo hii wameona atumie fursa za ndani ambazo wao wenye wao wanazitumia katika maisha yao ya kila siku. Kwa kweli, vijana hongereni sana, ya kazi kubwa tumeiona. Wenzetu hapa wanazalisha unga wa sembe ambao unatokana na nafaka ambazo sisi wenyewe wakulima wa eneo hili la Mingo tunalilima ili kuweza kupata huduma ya chakula na wananchi wetu kuendelea kufanya kazi kwa nguvu na kupata lishe bora kwa afya imara. Kwa kweli, haya ndiyo maendeleo na huu ndio uzalendo, na vijana wengine ni waombe sana endelee kuwa mfano wa vijana wa Tupambane ili na nyinyi mwendelee kupata maendeleo mazuri, lakini na maisha yenu ya kila siku yaendelee kuwa vizuri, ili mwendelee kuwa na afya bora. Mradi wa kikundi cha vijana Tupambane, kusaga na kukoboa nafaka. Mahali mradi ulipo: mradi huu upo katika kijiji cha Mingo kata ya Lubungo tarafa ya Mlali. Historia. Kikundi hilipati, ilipatiwa mkopo wa shilingi milioni thelathini kutoka halmashauri ya wilaya ya Mvomero ambazo zimetumika kwenye ujenzi wa mradi wa mashine ya kusaga na kukoboa. Lengo la mradi. Lengo la mradi huu ni kuwezesha vijana kiuchumi kwa kukuza vipato vyao, na, na kusogeza huduma za kusaga na kukoboa kwa jamii. alama ya mradi Alama za mradi. Gharama za mradi huu ni shilingi milioni 32, na zimetumika kununua mashine pamoja na ujenzi wa jengo chanzo cha fedha. Chanzo cha fedha za mradi huu ni mkopo kutoka mapato ya ndani ya halmashauri ya, ya wilaya Mgomero shilingi milioni 30, na michango ya wanakikundi wenyewe shilingi milioni mbili, jumla shilingi milioni 32. Hatua iliyofikiwa Mradi umekamilika na umeanza kutoa huduma ya kusaga na kukoboa. Manufaa ya mradi: Kuongeza thamani ya ma mazao, kuongeza kipato cha vijana walio katika kikundi, kuongeza soko la wakulima la kuuza nafaka zao.